Nihitimishe kwa kusema hivi: tunawaelekeza viongozi wa chama nchi nzima nchi nzima kuanzia ngazi e, za matawi e, majimbo, wilaya, mikoa na hata kwenye ngazi yetu ya taifa kuanza mara moja utekelezaji wa ratiba hii ya wiki ya maadhimisho ambayo tunaianza hivi leo. Tunawaalika wanachama wote, tunawaalika Watanzania wote, tunavialika vyombo vya habari jumuiya za kiraia, wadau wa demokrasia, wadau wa maendeleo na Watanzania wote kwa ujumla wenye mapenzi mema na nchi hii kushirikiana nasi kushiriki kikamilifu hadi kilele cha maadhimisho haya tarehe ishirini na moja Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Ninalisihi e, jeshi la polisi e, vyombo vya dola, afande IGP kamili Swambura, hili ni wiki letu, hili ni juma letu, na hii ni haki yetu na ni haki yetu kabisa ya kiasili kufurahi na kukumbuka kuasisiwa na kuanza kwa chama chetu. Kwa hivyo, ninakusihi sana, tusichokozane, tusigombane, usiingilie uhuru na haki yetu ya kufurahia na kuwa na wakati wa kukumbuka chama chetu, eh, kuanza kwake na kuzaliwa kwake. Matukio yetu yote ambayo tumekusudia kuyapanga kuyafanya ya kijamii na ya kisiasa, ambayo yana lengo ya kutuweka pamoja. Ninakusihi sana tafadhali, tusichokozane, tusiingiliane, tusigombane. Hii ni haki yetu, na hatuwezi kuzuiliwa na mtu yoyote na mamlaka yoyote na nguvu yoyote, kwa sababu tunaifanya kama haki yetu, na nia yetu ni njema, kwa sababu tuna wajibu na tuna kila sababu ya kuwa na kumbukizi ambalo lina rejista siku maalum ya kihistoria ya kuanza kwa chama chetu. Hivyo nitoe wito kama ambavyo nimesisitiza, nitoe wito, ni vyema tuheshimiane, tuheshimu katiba ya nchi, tuheshimu katiba ya haki za binadamu. Chama hiki ni chama ambacho kimesajiliwa na kina wajibu wa kutimiza wa shughuli zake kihalali. Hivyo tafadhali, hatutakuwa tayari kuingiliwa na chombo chochote na mamlaka yoyote, na sisi tutafanya shughuli zetu na maadhimisho yetu kwa amani, kama jinsi ambavyo tumejipanga kutekeleza ratiba yetu katika hili la wiki la, la, la maadhimisho. Nimalizie kwa kusema kwa niaba ya chama, historia itaandika wananchi wanaona CHADEMA itaendelea kusimama imara. Tumeyumbishwa sana, tumepata majaribio na majaribu mengi ya kutulegeza, tumekatishwa tamaa, hatujayumba. Wananchi na Watanzania, mmeendelea kutuamini, nasi tumepokea hiyo imani, hatutawaangusha.